Baba, kwa nini unanifanyia mimi hivi? Mama, kosa langu lipi? Hii ilikuwa sauti ya kijana mwenye umri wa miaka kumi na sita jina lake Baraka. Mara nyingi Baraka huwauliza wazazi wake swali hilo. Baba, kwa nini unanifanyia hivi? Mama, kosa langu lipi? Lakini Baraka hakuwahi kufanikiwa kupata majibu kutoka kwa wazazi wake. Baraka alizaliwa peke yake kwenye familia yake, yaani yeye ndiye mtoto wa pekee. Baba yake aliitwa Peta na mama yake Amina. Wazazi wa Baraka, yaani Peta na Amina, walikuwa ni watu wenye hela na maisha bora. Lakini cha kushangaza, mtoto wao Baraka aliishi kama kijana asiyekuwa na wazazi. Baraka alipokuwa na umri wa miaka mitano, wazazi wake walimpa kazi nzito kama mfanyakazi wa ndani. Pia alipokea vipigo vizito kama vya mwizi kutoka kwa wazazi wake hata kama hakuwa na kosa. Mara nyingine walimvunja miguu na mikono yake kisha kumpeleka hospitalini. Walipoulizwa, walisingizia kuwa Baraka ni mtoto mtundu anayependa kupanda miti, ndiyo maana mara nyingi anavunjika. Kila mwezi, Baraka aliishia hospitalini kutokana na kipigo kutoka kwa wazazi wake. Walisubiri apone ili waendelee na ratiba yao ya kumtesa. Ingawa wazazi wake walikuwa na hela, Baraka hakuwahi kuvaa vizuri. Wakati mwingine hata chakula alikuwa hapewi. Majirani walikuwa wanasikia tu kelele za Baraka akilia, na walijua kuwa Baraka hupigwa kila siku, kwa sababu ni mtoto mtundu, walivyodhani. Mateso haya yaliendelea mpaka Baraka alipofikisha umri wa miaka kumi na sita. Alipoona amechoka mateso, aliamua kuondoka nyumbani. Ilikuwa kama yuko gerezani. Kabla ya kuondoka aliamua kuwaaga wazazi wake. Siku moja asubuhi, Peter na Amina walikuwa wamekaa sebleni wakiangalia tf. Baraka aliwafuata sebleni akiwa amebeba mabegi yake ya nguo. Walipomwona walimtazama kwa jicho la ukali kama kawaida yao, lakini Baraka hakuogopa macho hayo eh, alikuwa ameyazoea. Alisimama mbele yao na kuuliza tena, hibaba, kwa nini mnanifanyia hivi mama? Kosa langu lipi? Kama hamkunitarajia kuja duniani si mngeitoa mimba au hata mngenitupa jalalani? Ningeliwa na ndege wala mizoga huko jalalani kuliko kupitia haya mateso. Aliongea maneno haya kwa uchungu, machozi yakimtoka, lakini bado wazazi wake walibaki kimya wakimwangalia. Baraka akawaambia kama hamsemi chochote basi mimi naondoka, lakini cha kushangaza hawakushtuka ekana kwamba na wao walikuwa wamemchoka. Baraka akageuka kuondoka. Kabla hajafika mlangoni, mama yake akamwita, "Baraka e." Baraka akaitika, nam mama e." Amina akamwambia kwa baridi, usiitike nam mama, kwa sababu mimi si mama yako. Baraka akashangaa, kwa nini wewe usiwe mama yangu? Amina akamsunya, kisha akasema, mimi mwenyewe najuta kukuzaa, ningeweza ningekuwa mapema ukiwa tumboni Ulipozaliwa tu umeharibu maisha yetu kabisa, ulileta mkosi kwenye maisha yetu. Nilifanya kosa kubwa kukuita Baraka, ningekuita laana, maana umekuwa laana kwenye maisha yangu. Bora hata uondoke. Baraka aliposikia maneno hayo hakusema kitu kingine, aliamua kutoka na kuelekea kwa mjomba wake ili apate majibu sahihi. Alipofika kwa mjomba wake, mjomba wake alishangaa kumwona Baraka akiwa na mabegi akamuuliza wamekufukuza nyumbani Baraka akajibu hapana nimeondoka mwenyewe sijafukuzwa kisha Baraka akamwambia mjomba hi mjomba naomba usinifiche kama wazazi wangu naomba unipe majibu ya maswali yangu mjomba akasema sawa niulize Baraka akauliza hu je Amina ni mama yangu mjomba akamjibu ndiyo Amina ni mama yako lakini Peter si baba yako Baraka akashtuka, kwa nini Peter asiwe baba yangu? Mjomba wake akamwambia, unajua Baraka, wazazi wako hapo mwanzo walifunga ndoa kwa furaha, lakini waliteseka miaka mingi bila kupata mtoto. Walikuwa wamekata tamaa kabisa. Mimi mjomba wako niliwashauri twende kwa mganga. Tulipofika mganga akatupa masharti mengi. Moja ya masharti ambayo mama yako alipewa ni kwamba ili aweze kupata mtoto lazima alale na mganga Ilikuwa sharti gumu, lakini Peter na Amina walikubali. Baada ya mama yako kutimiza sharti hilo, miezi michache akapata mimba. Baada ya miezi sita, walipoenda kupima tena, walikutwa na virusi vya UKIMWI. Yule mganga alikuwa mwathirika. Baada ya wewe kuzaliwa, ulipimwa vinasaba, ikajulikana Peter si baba yako. Baraka akashika mdomo akisema, hukumbe mimi ni mtoto wa mganga, e eh. Mama hakukosea, nilistahili kuitwa laana, siyo Baraka. Mjomba akamwambia Baraka, nisamehe, mimi ndiye mtu niliyowashauri. Baraka akamjibu, huyo mjomba, nenda ukawaombe msamaha wazazi wangu, si mimi.